Siamini mpanzi unayemjua mimi, mimi ndio yule mm. Eh? Wachezaji wa Simba naowajua mimi kina Soa kina nani ndio wale mtaeichaza inayemjua wa mimi kama ana uwezo wa kupiga mpira mita 30 faulo na akafunga kwenye sita, kuna nini kwenye sita, kuna nini? Ya dakika ya pili kwenye sita sekunde ya hamsini na nane ticha ni kukumbusha, yani ilikuwa mechi na kuva mapema tu. Mwenyeji ukimtangulia goli dakika mbili za kwanza, dakika tano za kwanza, lazima avurugu tuatiata chuma sita wale, umenelewa? Kwa hiyo shida la Simba siyo timu, sio wachezaji, siyo sio viongozi, sio benchi la ufundi, yaani hapa waweke pembeni wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Shida ni utawala Mfumo yetu sisi, umekua, chokiona, wa uongozi wetu sisi umekuwa una matatizo. Nachokiona ni swala la kujituma, yaani wachezaji hawaonekani kama wanajituma. Sawa, inaonekana kama kuna kitu hivi. Asa, hapa uongozi ungetumia busara, wakae na wachezaji wawaulize shida ni nini? Umeelewa? Ikiwezekana hata bosi mwenyewe aje akae na wachezaji wake awaulize tatizo ni nini, kwa sababu hatuelewi. Sio simba tunaifahamu sisi Simba nai na JKT Tanzania pale watu wametanguliwa magoli, inafanyika sabu watu wameingia, umeeshwa moto pale wa hatari eh, lakini leo Simba inacheza yani, yeah, no commitment yeye, yeah, hakuna insurment ya mtu kutumia akili katika maamuzi yani, unaona kabisa mchezaji utafikiri mchezaji hata mchezaji wa daraja la tatu hawezi kucheza vile, umeelewa. Nafasi zinakosekana yani, watu wanakosa nafasi, matumizi ya na nafasi yamekuwa mabovu, na kila siku tunapiga kelele, mpira jamani ni vitu vitatu commitment, space na time. Watu lazima wajue matumizi ya muda. Unakaba saa ngapi? Unachezea mpira saa ngapi? Unashambulia saa ngapi? Nafasi sawa, utengenezaji wa nafasi, nafasi zinatengenezwa. Lakini je, matumizi ya nafasi, uzuiaji wa nafasi, adui yako asizitumie, inakuwaje? Watu yani, wewe, watu wanapata nafasi tatu, wanazitumia zote tatu. Haya, rudini mchezoni mkatafute magoli. Watu wanapata nafasi wanakosa, yeye na ye, nyavu kusema yeye na goli, yeye na nyama ndani ya tatu, jinsaaale ajui jinsi ya kuukunja mguu eh? Lakini anaenda anautoa mpira nje. so, mipira miwili, mmoja nakuja na unamgonga mbavuni, mwingine kapiga upepo mpira unapita homali so, so, so, Kapombe yeye na goli, ni kiasi cha kutulia, kashindwa kufanya hivi, umenelewa? Anaenda kulipiga pira nje paka unaenda kutoka upande wa pili unakuwa mpira wa kulushi, kwahiyo Yaani sijui se, nisemeje, mwalimu amemaliza watu wote, mabeki wote kawamaliza, kampa vi eh, Mutale maliza, Mutale Mutale alifunga goli fainali, goli design ile ile kafunga fainali. Kwa hiyo yani, there is something behind the scene. sisi wote tuko nje, hatujui lakini mi na uhakika kwa wachezaji wa Simba na ukubwa waliokuwa nao, kuna kitu na ndio maana angalia, kuna wachezaji wamecheza vilabu vikubwa hawezi wakahusishwa na mambo ya kipumbavu. Kwa mfano kama Lushin Biro, huwezi ukamuhusishwa kwa masuala ya kijinga jinga yule bwana, lakini anaona kabisa, mimi napambana na mwaga jasho, naumia umia, lakini mbona wenzangu wana relax? Matokeo yake kaumia kidogo, akaamua bora afanywe nini afanywe sabu, akatoka. Umeelewa? Kwa sababu anajua nini kinachoendelea. Niyo maema huwezi ukamuhusishwa kwenye masuala ya kipumbavu, niyo maema katoka kucheza timu kubwa Mamelodi Sundowns, kashacheza mashindano makubwa African Football League kombe la dunia ndio maana unaona kapiga mashine nje una, kapiga mwenyewe lakini, lakini, no, lakini kikubwa basi tukubaliane na matokeo. sasa, tutafanya nini? Lakini kikubwa utawala wetu haupo katika hali ya utulivu. Umeelewa? Yaani mficha uchi azai, lakini uhalisia ndio hivyo, utawala aupo au katika hali ya utulivu, na ndio maana umeona watu tarehe thelathini, watu wamepangwa, imepangwa na kafu, tukacheze mechi wapi na sedi nada, lakini cha ajabu, watu tarehe 30 hiyo hiyo wanapanga mkutano mkuu, yaani mkutano ambao unaenda kuta, unaenda kutafuta mstakabali wa timu ya Simba na ujenzi wa Simba iliyokuwa bora, unaipambanisha na mechi ya Simba. Mchezo wa, mchezo wa kwanza, ambayo ashapoteza mchezo wa kwanza, inatakiwa viongozi wote fokasi yao iwe moja katika kuelekea huu mchezo ili turudishe imani kwanza ya timu ili iweze kusonga mbele kupambania mechi zilizofuata, lakini mtu wako tayari wao wakae huku wajadili mambo yao wa kwenye mkutano mkuu kuliko kwenda kuipambania timu, na ile ndio unakuta hata morali ya timu ya wachezaji inapotea. Benchi na ufundi, morali inapotea kwa sababu gani kwa sababu wanaona kama viongozi wako serious kweli, sisi tunaenda kuipambania timu, timu imeshapoteza, tunaenda kuipambania timu alafu mbali bora, ingekuwa hapa hapa s so, wanatoka kwenye mkutano nakuja uwanja wa Taifa awei. Lakini viongozi wetu wetu baada ya ambatani na sisi, wao wanaweka nini? Wanaweka mkutano mkuu. Kwa hiyo wameona kabisa kwamba Yaani msimu huu hakuna anachokihitaji. Kwa hiyo ni kwamba tuseme tu wachezaji walikuwa na lao na viongozi la kwao. Eh, wachezaji wana lao, viongozi wana lao kwao. Viongozi wako kimaslahi zaidi, wao wanaangalia maslahi yao, kwa sababu ule mkutano ulikuwa unaangalia maslahi ya watu. Watu wanataka wajitetee, wabaki kwenye vio vyao, watu wanataka waitetee, umeelewa bwana, wabaki kwenye maslahi yao. Lakini huwezi kuniambia eti kwamba ule mkutano ulikuwa na maslahi ya timu? No, hakuna maslahi ya timu. Maslahi ya timu ni matokeo kwanza matokeo ndio yanayoleta mambo mazuri. Matokeo yakiwa mazuri, ndio hali ya utulivu inakuwepo ndani ya simu. Chochote kinaweza hivi. Kwa mfano tungeenda kule tu, wakapambana viongozi tukapata point tatu, alafu mkarudi hapa ndo mkaitisha mkutano mkuu, timu tayari ina uelekeo. Kwa nini uweke mkutano wakati timu tayari imeshapotea? Mlikuwa wapi mwanzo wa msimu, kabla ya msimu kuanza, nyewe mlikuwa wapi? Kulikuwa na shughuli gani? Lakini wale viongozi wamejitetea kwamba tarehe ambayo walipanga kwa ajili ya mkutano kulikuwa na uchaguzi mkuu wa nchi ambao unafanyika, kwa hiyo wakapeleka mbele siku, mwezi mmoja mbele. Uchaguzi wa Yanga wamefanya lini, eh? una cha kujitetea wala cha kujitetea? Yanga kwani Yanga hawajafanya mkutano mkuu? Sisi tumeshindwa kufanya tarehe zile zile za karibuni, si mapacha hawa? kama Yanga ameweza kufanya mkutano mkuu, sisi tumeshindwaje kufanya mkutano mkuu? Sasa hakuna cha kujitetea, tarehe lopanga ina uchaguzi mkuu. Ulikuwa hujui kama uchaguzi mkuu unafanyika lini? Uchaguzi mkuu unajulikana kikatiba miaka yani, miaka miwili nyuma uchaguzi unajulikana kwamba utafanyika tarehe ngapi, mwezi wa kumi tarehe ishirini na tisa. Imetangazwa one two years before kwa nini wewe usitengeneze kalenda yako? Na mimi ninachofahamu, sawa mikutano mikuu inafanyika kabla ya msimu, kwa sababu mkutano mkuu ndo unaenda kujaji eh, mapato matumizi, malengo, yale yaliyopita, yajayo, ndo mkutano mkuu. Yaani mkutano mkuu unaenda kudiskasi past, present, na future ya timu, si umeelewa? Ndani ya mkutano na kumaliza tofauti zenu. Si kuna vikao vya familia bwana? Si tunakaa kwenye vikao vya familia, kwa nini? vina malengo gani? Sikila, kwa nini kila mtu asifanye vikao kwenye familia yake? Lakini watu mnakutana huko mnakaa, kama kuna tofauti bwana, bwana dara umegombana na ndugu yako, mtasuruhishwa pale bwana. We kibiashara, mbona tunakuona mwenzetu, maisha yako magumu, itajulikana pale. Hata Wachaga tarehe ishirini na nne kuna vikao vya familia, wakishamaliza tarehe ishirini na tano watu wanachinja mambuzi yao, wanakula visusio. Tarehe ishirini na sita ishirini na saba watu wanarudi Dar es Salaam, wanakuja kuendelea na maisha kicha. Tuseme unabii ambao aliuzungumza kocha eh, aliyekaimu nafasi ya kocha mkuu kwa muda Hemedi Suleiman Morocco kwamba Simba wana timu nzuri, lakini kama viongozi watakuwa wamoja, watafika mbali sana. Ndio hiki ambacho kinachoanza kuonekana kwamba hakuna umoja na timu haipati matokeo. Yani uzuri wa Simba upati tabu katika maongezi. Mwenelewa. Leo kwa mfano, ukienda katika katika fakta zinazosababisha nchi kuwa na amani, kwanza ni unit. Jambo loyote haliwezi likaendelea kama hakuna unit. Na ndio maana wazee wetu hawakuwa machizi, yaani kula kuchagua slogan ya Simba nguvu moja. Hizi slogan zinafanya kazi. Yanga leo unawaona kila kitu chao wao ni hivi, huambii eh? Kitu, eh, uambi kitu. Yaani liwe baya liwe zuri, wao nakwambia, daima mbele, nyuma mwiko. Umeelewa? Ndio maana wao wako hivi. Simba slogan yetu sisi ni Simba nguvu moja, ina maana solidarity is everything in succession. Umeelewa? you can't get succession without solidarity. Wasiwa Simba wasomi, mshikamano, kwa sababu mimi ninavyofahamu kama hakuna mshikamano lazima mtagawanyika. Uongozi ukishagawanyika lazima kuna wachezaji, kuna baadhi ya viongozi waliwasajili wachezaji, ingawa pesa ni ya timu, lakini wao ndio wanaenda kuwatafuta wachezaji. Watafutwa na watu kwani, jina la timu la Simba ndio linatoka linaanza kutembea linatafuta mchezaji, atatoka Try Again, atatoka Mangungu, atatoka kiongozi yoyote atatoka Mkwabi, atatoka sana sano kiongozi yoyote anatumwa nenda Kongo kamfate mchezaji fulani. Sasa shea, mimi nimekufuata wewe tayari eh? wewe si ndio mpanzu mejibi, nimetumwa na Simba sasa na na bodi ya Simba, nimetumwa nenda kam kamlete mpanzu na kwenda kule, naenda namsajili mpanzu mimi jibii, anajua kabisa aliyoleta Simba mimi ni nani, sijibi sitini na nne ndio alioleta Simba alafu nyinyi viongozi wa simba mmekuja mmendishi mimi mkishandishi mimi jibi mimi nina uwezo wa kuongea chochote na, cho na mpanzu kwa sababu mpanzu anaamini kabisa alionileta simba mimi ni nani ni jibi mimi nikimwambia mpanzu njunganjunga hapaataacha njunga kujungaya simba sasa kwa hivi vinavyoendelea. ndiyo maana timu zetu za ulaya timu za wenzetu ulaya huwa mara nyingi sajili sa zinafanywa na kocha. Kocha ndo atatafuta wachezaji atafanya bargaining, nini kila kitu. Nyie kazi zenu masioni kwa kutoa hela. Kocha akifukuzwa yule ni kocha, ni ajira, anaondoka, atakuja kocha mwingine. Mchezaji ajua nitafanya kazi, anamsikiliza mtu aliyemleta ambaye ni bosi wake, yeye anahesabu kama ni bosi wake. Lakini mimi siamini Mpanzi unayemjua mimi ndio yule eh? wachezaji wa simba nao wajua mimi kina soa kina nani ndo wale mtaje na inayemjua mimi kama ana uwezo wa kupiga mpira mita thelathini faulo na akafunga kwenye sita kuna nini kwenye sita kuna nini. dakika ya pili kwenye sita sekunde ya hamsini na nane ticha nikukumbusha yani ilikuwa mechi na kufa mapema tu Mwenyeji ukimtangulia goli dakika mbili za kwanza, dakika tano za kwanza, lazima avurugwe, tungwatia hata chuma sita wale, umenielewa? Kwa hiyo shida la Simba sio timu, sio wachezaji, sio viongozi eh, sio eti, sio viongozi, sio benchi la ufundi. Yani hapa waweke pembeni wachezaji pamoja na benchi la ufundi, shida ni utawala, mfumo, mfumo wa uongozi wetu sisi ni umekuwa una matatizo.